TV. Watu wa Kibirizi, watu wa Kibirizi, kwanza ngoja nifue miwani, siwaoni vizuri. Watu wa Kibirizi, ipo namna ambayo ipo namna ambayo mashehe watu wanaongea, wachungaji wanaongea, wanaongelea kuhusiana na mtu ambaye ameshaona ameshindwa uchaguzi. Ukiangalia huu umati, huu ni umati ambao alikuwa anakwenda nao Dr Aman Walid Kaburu. Uongo kweli? Kigoma ikishakuwa hivi, tafsiri yake imeshalaza mzani tayari. Yeye leo dalali alikuwa na mkutano Buhanda amekosa watu, wameahirisha mkutano. Majuzi alikuwa na mkutano Katubuka amekosa watu, wameahirisha mkutano. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba watu wa Kigoma wameshaamua ni nani ambaye wanataka kumpeleka bungeni, aende akawasemee. Siem na navyojua na, na, na watu wa Kigoma watu wa Kigoma wakishaamua jambo lao, kuwabadilisha itakugharimu miaka kumi kubadilisha mawazo yao. Wangapi wako tayari kunipeleka bungeni niende nikaisemee Kigoma? Nyosha mkono juu namna hii, nyosha mkono juu, nyosha mkono juu, baba Nani ataweza kuzuia baba, baba, <laughs> <Nasikia raha sana. laughs> eh? Baba Levo kwenda bungeni ni raha ya kila mkazi wa Kigoma mjini. Kuna watu wanataka kumpeleka bungeni Baba Levo kwa sababu wanajua namna ambavyo anaweza kuupambania mji wetu wa Kigoma mjini. Kuna watu wanataka kumpeleka bungeni Baba Levo wanataka kuona akifika pale atavivurugaje mle ndani. Kuna watu wanataka kumpeleka bungeni Baba Levo kwa sababu wana uchungu wa kudanganywa na mtu ambaye amewafanya kama wao ndio kabitunge wake, anatupeleka anavyotaka. Sasa wanataka kumwadhibu kwa kumpeleka bungeni Baba Levo, na leo na leo, na leo hapa Kibilizi. Asante sana. Hapa Kibilizi, hapa Kibilizi, rasmi rasmi, watu wa Kigoma wanamvua umwami na kumvisha umwamini. Wangapi wanasema ni mwamini? <laughs> Tumemvua umwami na kuanzia leo ataitwa mwamini. Uwezi kuwa mwami kama unawadanganya watu kila siku. Uwezi kuwa mwami kama ukipewa nafasi ya kuwasaidia watu unazima simu. Uwezi kuwa mwami kama umewafanya watu wa kigoma ni wajinga, wewe ndo una elimu kuliko mtu yoyote. Muda umefika, mkoa wa Kigoma, Jimbo la Kigoma Mjini wanampeleka Baba Levo, iwe adhabu kwa mtu muongo ni msaliti wa wa mji wetu.